Ni asubuhi na mapema, unaweza kuwaona wanafunzi wazuri na watanashati wakitokea kila kona ya kijiji cha Moze na kuelekea upande wa mashariki wa kijiji hicho ambapo kuna shule ya sekondari iitwayo Moze Secondary School. Hata baadaye mnamo mida ya saa nne asubuhi, unapopata bahati ya kupita kwenye viwanja vya shule hiyo, unaonegewa na mandhari nzuri ya shule ikiwa imepambwa na bustani za maua ya rangi mbalimbali. Majengo yake ya matofali ya kuchoma pia yanavutia zaidi ni wanafunzi wazuri wa kike na wa kiume. Unapenda kuwatazama mara kwa mara na kuona ni kama maajabu, maana imekuwaje mpaka wanafunzi wazuri wakutane kwenye shule moja? Hiyo ndiy Omoze Secondary School. Pamoja na uzuri wa majengo, uzuri wa maeneo, uzuri wa wanafunzi na uzuri wa walimu wa shule hii, kuna kasoro moja kubwa sana, kasoro ambayo inawafanya wanafunzi wengi wachaguliwapo kujiunga na shule hii huja na baada ya muda mfupi hushindwa kuendelea na masomo na kuamua kuacha shule na wengine wakihamishwa na wazazi wao kwenda kwenye shule nyingine za sekondari. Kasoro yenyewe ni kwamba shule hii haikuwa ya bweni, ilikuwa ni shule ya kutwa, na wanafunzi kutoka shule mbalimbali waliokuwa wamechaguliwa kujiunga na shule hii, iliwabidi wazazi wao wapangishie nyumba na wawanunulie kila kitu cha kujikimu, ikiwemo chakula. Mbaya zaidi, wanafunzi wa shule hii karibu wote wazazi wao ni wakulima wa jembe la mkono, hawakuwa na kipato cha kuweza kuwahudumia ipasavyo. Wengi walikuwa wakipata tabu sana Kwani fedha za kujikimu walizokuwa wakipewa na wazazi wao hazikuwatosha kabisa kununulia chakula na mahitaji mengine. Katika kutafuta namna ya kujikimu, wasichana wengi walikuwa wakijiingiza katika vitendo vya mapenzi ili wapate chochote cha kuendeshea maisha wakiwa shuleni, huku wavulana wakiwa hawana namna ya kufanya, wakiendelea kuteseka kwa njaa. Wengi walikuwa wakivumilia njaa, wengine wakishindia kipande kimoja cha muhogo na kukaanga na kadhalika. Shuleni hapa kulikuwa na mkangaa mihogo maarufu aliyekuwa akiitwa Nyambo. Bwana huyo alikuwepo kando kando ya shule akiendelea na biashara. Je, ni nini kiliendelea kwa Bwana Nyambo?